Kuna sababu nyingi ambazo zitatufanya tuweze kukaa sawa au kuto kukaa sawa kwenye safari hii, na mwaka elfu mbili na ishirini na tano kuna ditamini mambo mengi sana katika kukaa sawa na kuto kukaa sawa kwetu. Ni ni vile tu tutu tuseme wazi, miaka ishirini na tano ni michache sana na ni kipindi kifupi sana na kuanza kuzuri au mwanzo mzuri utatusaidia tu uweze kutimiza mambo mengi zaidi na sio kupoteza muda kama tulivyofanya katika miaka ishirini na tano iliyopita pale. Na sote tumeshuhudia uongozi gani ulitufikisha wapi na ulitufikisha kwa hatua hipi? So ni nii vyema kwa miaka ishirini na tano ijayo kichanganya na mambo yote ambayo yanaendelea hapo katikati, tukawa na kitu ambacho kimesimama, lakini pia uongozi ambao ni ni thabiti, uongozi ambao ni unaothubutu, lakini uongozi ambao ni imara. Kwa ujumla wake, tunaongelea ishu za uongezeko la watu, tunaongelea ishu ya uhitaji wa chakula, uhitaji wa, wa makazi, namna gani watu hao wa watapata kazi, watafanya kazi lakini pia namna gani miji yetu itapangiliwa ili kuwe kuna ule ustaarabu katika maendeleo. Hautamani tu huwe na projection za kwamba miaka 25 ijayo tutakuwa tuna watu milioni sabini, lakini hatujui hata milioni sabini tuliopo sasa. Tutakuwa na watu milioni arobaini, lakini hatujui milioni sabini tuliopo sasa tuko katika hali gani? Vijana wengi watupo mitaani, hatuna kazi na usilete kauli za kusema kwamba vijana jiajiri. Kuna mambo mengi. Lakini tutasema tu katika sentensi hii kwamba tunahitaji tunatamani na tunataka viongozi ambao watatupa solution, watatusaidia kubeba vile ambavyo tunaviona na kuvitumiza katika miaka 25 ijayo. Tunatamani viongozi watakaosema, njoeni mezani ili tulete solution katika jambo moja abc katika njia tatu zifuatazo ambazo serikali itaunga mkono nazo imetoa solution nazo itawekeza kwa kiasi fulani. Lakini pia tunahitaji uongozi ambao utasema kwamba hii ni jamii yetu yote na hawa ni wananchi wetu, ni resource ya taifa. So namna gani tunaweza tukaitumia ili nchi iweze kusonga mbele? Hawa ndo viongozi tunahitaji katika miaka mitano na hata ishirini na tano ijayo. Kwa nini mwaka elfu mbili na ishirini na tano? Kuna sababu nyingi ukiangalia yote yanayoendelea duniani, ukiangalia yote yanaendelea katika neno, kama wewe ni mwamini, ni vyema ukatambua kwamba upo katika majira gani na nyakati gani. Kwa mimi ambaye ni Mkristo ambaye ninaamini tuko siku za mwisho, hazijaza leo na kuna uwezekano mkubwa zikaisha leo kama Kristo atakuja. Tuko siku za mwisho toka mwaka elfu mbili iliopita. Yesu alipotwaliwa, Roho aliposhuka. tuko siku za mwisho. So katika kuelewa hilo, ninatamani katika kipindi hichi kati ya sasa mpaka Yesu atakaposhuka, angalau tu tumepata sehemu ya dominion ya hii dunia ambayo tumepewa. Unatamani kuona vitu vikiwa vimefanyika kwa level fulani na umeexperience maisha level fulani. Si unatwaliwa unakwenda kuona mbele alafu unajua ha. Kumbe ndo maisha tuloishi hapa na tukumbushane wote tufike sehemu. Tuna viongozi wa Islamu, tuna viongozi wa Kristo, tuna viongozi ambao hawana imani. Hilo linajulikana kabisa. Ila ile hofu, mwogopeni Mungu ninyi viongozi. Na si tuvitamani tupate viongozi ambao watamwogopa Mungu katika kiwango hicho cha kusema kwamba tutimize lile ambalo tumepewa kutimiza, kwa sababu kuna hukumu hapo mbele. So katika mwaka elfu mbili na ishirini na tano, tunatamani mwinuke viongozi. Wewe baba, wewe mama, wewe kijana na wewe binti, ambaye unajua kabisa ndani fika, Mungu anasema na wewe, Roho anasema na wewe ndani kabisa, umepewa kitu cha kufanya, umepewa sauti ya kusimama nayo, umepewa nguvu ya kusimama naye kuleta mabadiliko. Mungu akutie nguvu, tunaomba ufanye maamuzi. Tunakuhitaji, nchi inakuhitaji. Tusimame wote, tusimame imara, tufike sehemu tuseme kweli, mizigo ambayo tumebeba hapa duniani imepungua. Bwana wangu anasema mzigo wake ni mwepesi na nira yake ni laini. Kwa nini mizigo imeendelea kuwa migumu na safari nyingi za watu duniani zimeendelea kufanya kuwa ngumu zaidi kuliko inavyotakiwa? uongoze nchi na resosi ukiacha kukimbilia madini, ukiacha kukimbilia resosi za utalii. Tuna watu, lazima uwe na uongozi ambao hata ukishinda vyote lakini ujue namna ya kutumia watu wake, sio kama slaves, sio kama watumwa lakini kama sehemu ya kujenga nchi hii. Kila mtu ni sehemu, kwa kuulizaliwa ni mali ya taifa ni jukumu la taifa kwa kuhakikisha kwamba linakutumia vile linavyotakiwa kukutumia, kwa haki na kwa malipo, ili kujenga na kuinua nchi kwa nafasi yako ambayo umepewa kama Mtanzania. Tuinuke sote. Kuna mambo tunabezana, kuna mambo tunabeba, kuna mambo tunaambiana na kuishawishana. Katika kipindi tulichobakia, kuna mambo mengi hayataweza kufanyika, lakini ikiwa wewe kiongozi, ambaye umepewa kusimama kwa wakati huu, utasimama, utasaidia katika mengi. Inuka uangaze, nuru yako imekuzukia. So amka kijana, amka. Tusinyoshe tu mikono na kuwa machawa, tusinyoshe tu mikono na kusema ndio katika kila kitu ambacho hakitaki kusema ndio. Uongozi ni zaidi ya hapo, na kuwa mtu wa kuongozwa ni zaidi ya hapo. Inua sauti yako mambo yanapokuwa hayaendi, nyosha mkono pale unapohitaji kujua zaidi. Viongozi ni watu, nasi tunahitaji watu. Viongozi si miungu, tunahitaji watu. Sisi sote ni watu, tunahitaji watu. Mwingine hata niambia tumomo kwa mfano wa Mungu, ni kweli, hata neno langu linasema kwamba, neno lake linasema kwamba you are God, nyinyi ni miungu, lakini hatupaswi na kamwe si nafasi yetu kuinuka sehemu ya Mungu mkuu. Ninyi ni miungu, lakini nyinyi ni wafanyakazi, servants. So tufanye kwa nafasi ambayo tumepewa kufanya, ili kupokea kile ambacho tumepewa kupokea. Tunahitaji watu, watu watakaokubali kwamba wamekosea, watu watakaoweza ku step down mambo ambapo wanaona kwamba yamewashinda. Hukuzaliwa kuwa kiongozi, hukuzaliwa kwenye nafasi ya uongozi wala mamlaka. Kuwe na uhuru, na mtu awe na uhuru wa kunyanyua na kupaa kivya kwake na kukaa pembeni anapoona kwamba ameshindwa safari na si kubeba safari mzigo mzigo bila kufanya chochote na kupoteza muda wa Watanzania, opportunities wa Watanzania, lakini pia maamuzi makubwa sana ambayo anatakiwa afanya katika kile kipindi ambacho umekalia tukiti. Uhuru wa watu. Viongozi ni watu, nasi tunahitaji watu katika miaka mitano ijayo wewe kama raia, wewe kama wananchi una nguvu hiyo. Tuchague viongozi, tuchague viongozi, tuchague viongozi. Hera yangu kubwa ni viongozi. Ni safari fupi sana, miaka ishirini na tano, lakini usisahau kwamba miaka ishirini na tano ijayo mimi na wewe tutakuwa kwenye umri wa kustaafu, wewe ambaye una miaka thelathini sahizi. Lakini kuna watu wengi watakuwa wameshastaafu tayari lakini kuna watoto wetu ambao kwa matumboni saa hizi watakuwa wanaanza kazi. Nini unatamani kifanyike katika kipindi hicho, ndicho kitakachoamua na kuamuru kitu gani wewe kama mwananchi, kama Mtanzania, utafanya na utasimamia katika kipindi kijacho cha uchaguzi. Lakini kama ni, ni kiongozi na kweli umedhamiria na umebeba kitu ndani unatamani mambo yale ambayo Watanzania wameyabeba wewe kama kiongozi, kutusaidia kuyatimiza. Inuka. Kuna mengi, ni kweli, kuna mengi, lakini hofu, hofu itaua zaidi kuliko kisimama. Na yule akisimama, na mimi nikisimama, tukisimama wote, kuna sehemu tutafika. Mtanzania mwenzangu, miaka 25 ni kipindi kifupi sana. Tufanye kwa sehemu ambayo tumepewa, ili hapo mwisho tujue kuna kitu tulifanya, kuna kitu tulipush forward, na kuna kitu kinaonekana, kwa sababu mimi na wewe tulisimama. Inuka mpaka wakati mwingine tena, miaka 25. Tanzania Development Vision 2050 inawezekana. Ikiwa tu mimi na wewe tutasimama. Asante.